Yes, mambo vipi? Naitwa Mwalimu Mpingo, naukaribisha sana sana katika kipindi cha leo. Leo nahitaji tuzungumze kwa habari ya swali inayosema, je, una nini mkononi mwako? Je, una nini mkononi mwako? Langu jina Mwalimu Mpingo, usiache kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, lakini pia usiache kucomment, pia kushare lakini kama kuna swali lolote lile, una maoni yote yale, shuka pale chini kwenye comment, tuachie tutakuja kulifanyia kazi. Toka kuumbwa kwa dunia, haijawahi kutokea mtu akaheshimiwa pasipo na sababu. Toka kuumbwa kwa dunia, mtu yoyote yule hajawahi kuheshimiwa kwa sababu ambayo haipo. Yaani mtu anaheshimiwa kwa sababu fulani. Watu wataheshimu pesa zako wataheshimu elimu yako, wataheshimu cheo chako. Hata kama hauna kitu chochote, mpenzi wako atakwambia unamchosha, ndugu zako watakuita wewe mzigo. Jitahidi utafute kitu ambacho kitakufanya wewe uheshimike. Yesu mwenyewe na kufanya miujiza kote na kuponya wagonjwa wote, lakini bado wanafunzi wake walimuuliza, je, mwalimu, ukiondoka utatuachaje? Utatuachia nini? Yesu akawajibu akawambia mtapata mara mia ya vile mlivyoviacha. Yaani, umeacha mke mmoja unapata wake mia, umeacha nyumba moja unapata nyumba mia, unaacha gari moja unapata magari mia. Huyo ni Yesu mwana wa Daudi. Je, unaachaje kumfata wewe? Una nini mpaka tukufuate? Una kitu gani mpaka tukufuate? Je, una elimu, una magari, una pesa, una cheo, una nini mpaka tukufuate? hata ingekuwa mimi, lazima ningemfuata huyu Yesu mwana wa Daudi, kwa sababu anakwambia utapata mara mia ya kila ambacho umekiacha. Kwa hiyo watu ili wakuheshimu, watu ili wa kuheshimu waku, waku, lazima uwe una kitu. Je, una nini mkononi mwako? Musa akasema nina fimbo. Mungu akamwambia itupe chini hiyo fimbo. Musa alipoitupa ile fimbo, ikawa nyoka. Mungu akamwambia mshike huyo nyoka kwenye mkia. Musa alipomshika akabadilika, ikawa fimbo. Kupitia fimbo Musa alifanya miujiza, kupitia fimbo wana wa Israeli walimheshimu Musa. Kupitia fimbo hiyo hiyo Musa alifanya miujiza mingi, aligawanya bahari ya Sham. Mpaka leo historia tunafahamu, alifanya miujiza mingi pia, alipiga miamba, maji yakatoka. Alifanya miujiza mingi mpaka wana wa Israeli wakafika kula ambako Mungu alihitaji wafike. Je, una nini bro? Una pesa? Una elimu una cheo una thamani gani? Tunacho feli ni kwamba hatujui kila ambacho tuko nacho, na hii ndio inayotusababisha turudi nyuma. Ukitambua kila ambacho uko nacho itakusababisha usonge mbele. Kwa hiyo tumia kile ulicho nacho kama fimbo ya kuwe kukuwezesha kufika mbali. Tumia hicho ulicho nacho kama fimbo ya kukusafirisha. Kwa hiyo fimbo ni ile thamani ambayo uko nayo. Fimbo ni ile ambayo inakusababisha wewe watu wa kufahamu. Kama utatumia fimbo yako vizuri, watu watakufahamu. Watu hawawezi kufahamu kama hujaamua kuitumia ile fimbo. Kama Musa angezidi kuitumia ile fimbo yake katika kuchunga, angezidi kwa tungekuwa tunamfahamu kama mchungaji, wala pengine asingefahamika katika dunia ya leo. Je, una nini? Daudi pia alikuwa na, na kombeo. Ile kombeo lilitosha li, li, kabisa kumfanya Daudi ajulikane. Je, una nini? Samsoni alikuwa na nguvu, alitumia zile nguvu zake vizuri. Je, leo wewe una nini? Tumia kila ambacho uko nacho kwa ajili ya kukuonyesha U, hicho ulicho nacho ndicho kinachokupa thamani ya maisha. Hicho ulicho nacho ndicho kinachokufanya uwe ulivyo. Kama ujaamua kutumia ulicho nacho, hakuna atakaye kufahamu. Kama hujaamua kubadilisha ulicho nacho, ukipeleka katika thamani, hakuna ambaye atakufahamu. Hakuna ambaye atasema niende kwa fulani, hakuna ambaye atakufahamu. Kwa hiyo tumia ulicho nacho kuweza kubadilisha maisha yako, usikae kusema kwamba Hawaniheshimu, wananidharau. Kwa nini haujaamua kubadilisha ulicho nacho kukipeleka katika kukuthamanisha? Basi, una nini mkononi mwako? Je, una kipi cha kukufanya jamii kutambue, ili uweze kulinda thamani yako? Kaka yangu, dada yangu, jitahidi uweze kujua ni nini ulicho nacho. Ukishakijua ni nini ulichonacho, tambua unawezaje kuongeza thamani ya kile ulichonacho. Ukishaweza kufanya hivyo, utakuwa mtu fulani duniani. Wale ambao tunajua tumefani, wamefanikiwa tunaona wamefanikiwa ni kwa sababu walijua ni nini wanacho lakini pia wakajua namna ya kukiongezea thamani. Kwa hiyo ili uweze kuwa mtu fulani ili tukufahamu, ili tukusikie, lazima ujue namna ya kuongeza thamani ya kile ambacho unacho. Na unaongezaje basi thamani? Moja, soma vitabu. Mbili, sikiliza speech kama hizi tunazotoa. Lakini pia tatu, jitahidi kuwa mtu wa kufuatilia wale ambao wameshakutangulia. Lakini pia jitahidi sana sana sana kuishi vizuri na watu kwa sababu malighafi kubwa ni watu. Watakusaidia, watakuelimisha, watakupa mbinu sahihi za kutembea. Asante sana. Kama kuna swali lolote kama kuna comment yoyote unataka kuuliza, karibu hapo kwenye comment tuachie. Lakini pia nakuacha na swali, je, wewe kama wewe una nini ambacho kina uwezo wa kuubadilisha ulimwengu